Asante kuichagua Sauti Kuu TV kuwa kituo chako bora cha habari. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea jijini Dar es Salaam, Tanzania. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo. Upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Kwa pamoja tunahakikisha magazetini leo inakufikia mubashara hapo ulipo, tukiangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani kama ilivyo ya magazetini leo. Kipindi hiki kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu. Popote hapo ulipo, bila shaka umeamka salama, kama sivyo, Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehma akufanyie wepesi katika afya yako, na kama mfuko ni mtupu basi akujalie riziki upate kuendesha maisha yako ya kila siku. Mimi ni buheri wa afya hasa, nipo kamili gado kukuangazia eh, magazetini leo. Kama bado si mdau wetu, naweza kuwa mdau wetu kwa kusubscribe sasa na kubonyeza alama ya kengele, ambako itakusaidia pia kuwa wa kwanza kuendelea kuzipata taarifa zetu pindi tu hapo hewani. Nikusii utufuatilie vile vile, kila itwapo sasa, kila itwapo leo matangazo haya pia yanakujia kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram pamoja na TikTok. Eh, unaweza kutufuatilia huko na ukatuma ujumbe wako pia, nasi tupatapo wasaa tutaupitia. Na wewe ambaye unatufuatilia kupitia matangazo ya moja kwa moja ya Sautikuu TV online, hakikisha unatuma ujumbe wako kupitia live chat. unaitwa nani? unatokea wapi? na unasema nini wewe? Karibu, tuanzie sehemu ya kwanza magazetini leo. Hivi sasa imekusha kutimu saa 1 dakika 33 kwa saa za hapa Tanzania, leo ni tarehe 19 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. tuna machache kati ya mengi yaliyojiri ya kukufahamisha asubuhi ya ya leo, nitegea sikio lako kama tayari umekusha kukamata nakala yako, basi twende sambamba na wewe unayefuatilia kupitia mitandao ya kijamii kidijitali zaidi, vilevile twende sambamba na kama wewe huna vyote kati ya hivyo basi nitegee sikio lako lakini vilevile untizame mubashara nikikuangazia hayo machache kati ya mengi kisha nikupatia nafasi ya kujipatia nakala kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako kwa maana nyingine haujeikamata vilivyo nianzie sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za E, kitaifa na kimataifa, ninalipa kipaumbele gazeti Mwananchi. Habari kubwa inasema ACT e, Wazalendo ngoma nzito e, vigogo wake wajifungia da, washindwa kupata mwafaka wa kujiunga serikali ya umoja wa kitaifa. Habari hii imeelezwa zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti Mwananchi. Habari nyingine inasema jicho la wasomi Waganda ushindi wa Museveni, jicho la wasomi waganda ushindi wa Museveni. Kurasa wa pili unaeleza waziri azua mjadala mtihani kada ya afya. Viwanja vya soka vinapogeuka shubiri kwa wenye ulemavu ni habari pia ambayo imeelezwa katika nakala hii ya gazeti Mwananchi. Wajitosa kumrisi janista Peramiho yumo mwanawe. Haya, mtazamaji habari hizi na nyinginezo, basi utazipata katika nakala ya gazeti Mwananchi. Angazia gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya, ya leo, habari iliyokolezwa wino zaidi inasema mishahara mipya yaibua kasheshe. Kamati ya bunge yaingilia ya kati kutazama uwajibikaji, vyama vya wafanyakazi e vya onya waajiri, serikali yataka utekelezaji kamili. Habari ikielezwa zaidi ukurasa wa pili na mwandishi wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingine nasema ajifungua pacha wanne. Haya. E, pigo tena bungeni, mbunge mwingine afariki dunia. Mfumo wenye AI kuleta mapinduzi ulipaji kodi nchini. E moto, wa, moto wa ajabu waingia siku ya kumi na tatu, familia yaishi kwa hofu na hasara. Habari imeelezwa katika gazeti Nipashe. Habari nyingine imeelezwa kama ripoti ya utafiti, wataalamu wagundua fangasi asilia anayevunja usubu mbu wa malaria habari ikitajwa katika gazeti Nipashe wanga wa jamii. Naondoka hapa mtazamaji, atilie mbali gazeti Nipashe. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, ukurasa wake wa mbele, habari kubwa inasema, Daktari Mwigulu, serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa dini. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili ikiambatana na habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba nani yahimiza CCM kuimarika, eh, kuimarika mashinani. Sawa. Ushindi wa Rais Yoweri Museveni ulitarajiwa, habari imetajwa katika nakala hii, unaweza kuangazia kwa kina eh, kupitia nakala yako mkononi ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii, kwani huko pia habari hizi huandikwa, eh, na vile vile kutegea masikio ama kutegea sikio vyombo mbalimbali vya habari. Niangazia gazeti Majira y gazeti huru la kila siku linanipa uhuru wa kuangazia habari zilizoandikwa na mwandishi wa gazeti hili zikathibitishwa na mhariri wa gazeti Majira kuwa yafaa kwa umma. Mbunge mwingine afariki dunia, Rais Samia amlilia, asema alikuwa kiongozi mwenye mchango mkubwa kwa chama na taifa, vile vile katika kutetea maslahi ya wafanyakazi na kuchangia maendeleo kupitia majukumu yake ya kibunge na ndani ya CCM. Habari hii imetaja ukurasa wa mbele wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nami naondoka hapo nikiangazia habari nyingine inayosema, ACT Wazalendo si kwa ajili ya kushiriki uchaguzi pekee. ACT Wazalendo si kwa ajili ya kushiriki pekee kwa maana nyingine ni zaidi ya kushiriki uchaguzi pekee. Matumizi ya gesi asilia, sekta ya usafirishaji, kulinda mazingira. Chama cha walipa kodi chapata viongozi wake. Waziri yakemea utupaji takataka barabarani. Mwigulu anasema serikali itaendelea kushirikiana na madhehebu ya dini. Serikali yaweka mazingira rafiki ya uwekezaji kwa wazawa. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Uhuru ukweli daima, habari iliyokolezwa wino hasa inasema, mwigulu wa kazia mambo nyeti sawa, CCM inatekeleza ahadi kwa kasi. Kauli ya kwake kiongozi kwamba CCM inatekeleza ahadi kwa kasi, haya. Wadau washauri mambo kumi, agizo la waziri mkuu bodaboda boda mbaroni, tuhuma za kuvunja vioo vya malori kumi na sita. Haya, mchengerwa waita wa China kuwekeza viwanda vya dawa. Undani watoto kuzaliwa na magonjwa ya moyo, habari pia ambayo imetajwa kama ripoti maalumu katika gazeti Uhuru Ukweli Daima. Rais Samia aomboleza kifo mbunge Halima, habari ikitajwa eh, katika gazeti hili miongoni mwa habari ambazo zina zinagonga vichwa vya habari vya kitaifa ama kwa maana nyingine vya hapa Tanzania basi ni pamoja na kifo hicho cha mbunge Halima. Mtazamaji na kuangazia gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge, gazeti hili limeandika Mwigulu apigilia msumari amani pamoja na uwajibikaji, asema serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa dini nchini aweka wazi kwa kusema lengo ni kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, upendo haki, pamoja na uwajibikaji. Ukurasa wa saba, gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge unaeleza undani wa habari hii. Gazeti hili limeandika, Profesa Mbarawa ahidi kukamilika ujenzi bandari ya Mbamba Bay August mwaka huu. Habari hii imeelezwa vile vile katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Balozi Omar akagua jengo jipya la kisasa la ofisi ya wizara ya fedha. Haya, mbunge wa viti maalum Sisemu afariki dunia. Watumishi wapya msajili wa hazina wapigwe msasa. Habari hizi zimeelezwa kwa kina katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge, huku gazeti Habari Leo guji la habari Tanzania Ikiandika Dk. Mwigulu imani ionekane kimatendo, asema lengo e, ni kujenga taifa lenye hofu ya Mungu. Imani ionekane e, kimatendo. Kiongozi ataka miradi ya serikali ilindwe, habari kurasa tatu. Bandari Tanga yachangamka kurasa 17. Gazeti habari leo unaeleza Samia mlilia mbunge Halima, habari imetajwa hapa Sauti za kidini za chagiza umoja Tanzania. Polisi yanasa mtambo kutengeneza noti bandia, habari hii ni kwa mujibu wa gazeti habari leo. Moto waua mke dada na mjukuu. Mauzo asili nje ya ongezeka yafikia tani 1713 habari ya ukurasa wa pili wa gazeti habari leo. Gwiji la habari Tanzania Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi limeandika Dr. Mwinyi aongoza kikao cha kamati maalumu CCM hapo Zanzibar, kama ambavyo habari picha inamuonyesha hapa. SMZ kukuza uchumi kupitia zao la mwani. Rais Museveni achaguliwa tena kwa muhula wa saba madarakani. Balozi Matini ainadi Tanzania maonyesho ya utalii Finland, habari ambayo imetajwa katika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza limeandika serikali yaahidi ushirikiano na viongozi wa dini, kiongozi aanza ziara kuimarisha chama e, PPRA kuelimisha vijana kuhusu fursa za zabuni za serikali. Ukurasa wa pili wa Gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza unaeleza undani wa habari hiyo. Gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linatamatisha sehemu ya kwanza tu ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa vilevile, linatupeleka mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa, basi tutaangazia sehemu ya pili ya magazetini leo, kama ilivyo kawaida, sehemu iliyo mahususi tu kwa habari za kimichezo na burudani. Kwa hiyo kama ni mwanamichezo, basi usiondoke, ndio wasaa wenyewe huo wa kusikia kunani huko kwenye viwanja vya soka mbalimbali mbali, pamoja na burudani katika maeneo tofauti. Kumbuka kuwa mimi nakuangazia kwa uchache tu yale yaliyoandikwa na waandishi mbalimbali wa nakala za magazeti tofauti, yakathibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma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 0678813891. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo ama mpenzi wa hayo basi ndio wasaa wenyewe wa kutupia macho kutegea sikio kusikia kunani katika viwanja mbalimbali mbali vya soka, lakini pia burudani zinazoendelea zilizoendelea na zinazotarajiwa kuendelea ama kufanyika katika maeneo mbalimbali. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Kama ndio kwanza unafungulia hapo eh, kuungana na sauti kuu, basi karibu. Kumbuka kuwa kukamilisha matangazo haya peke yangu si rahisi, hivyo upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Gazeti Nipashe limeandika kocha Simba aanza kwa sare ligi kuu, sasa yafikisha pointi kumi na tatu akishika nafasi ya nne. Habari hii imeelezwa katika gazeti hili. Arteta kerwa Arsenal kunyimwa penalti EPL. Yanga Sports Club tunazitaka pointi tatu. Arteta kerwa Arsenal kunyimwa penalti EPL, habari hii inanipeleka moja kwa moja kukumbuka mchezo wa jana e, saa nne usiku e, Moroko dhidi ya yeah. <laughs> bila shaka mmeshuhudia mchezo huo e, michuano hiyo ya AFCON mkaona kile ambacho e, kimefanyika pale Moroko dhidi ya Senegal. Haya, naondoka hapo bwana, nikiangazia gazeti Uelekeo Spoti, leo yetu ndiyo kesho yetu gazeti hili limeandika simba ya banwa mbavu na mtibwa shuga hali tete mechi mbili wapoteza alama tano afrika kusini waitaka afcon 2028 tozo za watengeneza maudhui zinakuja yanga mashujaa football club kumalizana leo kmc habari ambayo utaipata katika nakala hii ya gazeti uelekeo eh, sporti leo yetu ndiyo kesho yetu. Gazeti Majira Michezoni limeandika Mtibwa Shuga yaishika sharubu Simba jeshini yailazimisha sare, kocha afunguka. Huku Yanga Sports Club yamweka hadharani rasmi kipa Masalanga bari kitajwa katika ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili. Kafu ya futa rasmi michuano ya CHAN haya bwana, na angazia gazeti eh, za sporti. Gazeti hili limeandika imekaaje yanga ya sha mashujaa imekaaje? e, baka anza na sare Simba ibenge afurahia kiwango. Azam Football Club, Guardiola aikubali Man U, motsepe AFCON Morocco yaweka historia, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti za sporti. Gazeti hili vile vile limeandika e, thiwa amwagia sifa mane. Guardiola aikubali Man U, ni habari ambayo imeelezwa hapo. Naondoka hapo nikiengezia gazeti Uhuru, ukweli daima, michezoni. Hadithi ile ile Simba, kumi na tatu ni pointi ilizonazo Simba katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Habari nyingine nasema, Yanga mashujaa, ni bala KMC leo basi, nasi twasubiri kushuhudia mtenange huo. Alteta taka mabao Arsenal, hawa hapo wachezaji bora wa mechi AFCON. Eh, sawa bari imeelezwa katika gazeti Uhuru. Naondoka hapo ni kwa uchache tu, michezoni, nikitupia macho gazeti wa Machinga Spoti. Gazeti hili limeandika Mtibwa Shuga ya ibana Simba, wafungana moja moja. Eh, Makonda afko nitakuwa fursa ya utalii. Yanga kuanza hesabu leo kwa Mashujaa, Yanga kuanza hesabu leo kwa Mashujaa. Manula kurudisha ufalme wake golini. Geita polisi Tanzania za takata championship Geita polisi Tanzania za takata championship. Habari hii imetajwa eh, katika gazeti wa Machinga Sporti. Unaweza kuangazia habari hizi za kina eh, kwa kina kama tu ni mpenzi wa hayo gazeti. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania limeandikwa eh, limeandika Mtibwa yaibana mbavu Simba. Motsepe aibeba Afrika Mashariki AFCON 2027, Yanga kuongoza ligi leo. E, kocha Costa aweweseka na kipigo, kurasa 23. Na nakala hii ya gazeti ya habari leo inaeleza kwa kina. Gazeti Taifa Tanzania uzalendo wa kwanza michezoni limeandika jinamizi la sare la ikumba Simba, Yanga ndani ya pointi tatu dhidi ya Mashujaa, kafia futa rasmi michuano ya Chan. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika nakala hiyo huku gazeti Zanzibar Leo michezoni likiandika Yanga e, kusaka pointi kwa Mashujaa leo waziri e, sawa Mtibwa Shuga ya, yatiribua ya mipango ya Simba e, Mtibwa Shuga e, bila shaka yatibua e, mipango ya Simba. Habari hii imeelezwa hapo katika nakala hiyo ya gazeti hilo. Sasa e, tuangazie gazeti la kimichezo na burudani pekee, gazeti lisilochangamana na habari nyinginezo. Gazeti Mwanaspoti limeandika ukurasa wake mbele, mido mwingine kutua Simba atoka sauzi anakaba, alafu anashambulia e, mido mwingine kutua Simba akaanza anza ligi kwa sare. Habari e, hii imetajwa e, beka aanza ligi kwa sari shoo ya Depo Okelo imetajwa hapa. Ripoti maalumu inasema mateso wenye ulemavu viwanja vya soka nchini e. Ni mateso gani? Je, ni namna ya kushuhudia michezo ikiendelea ama vipi? Ripoti maalumu inaeleza gazeti Mwanaspoti, gazeti la kimichezo na burudani linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari hizo, kadhalika inatamatisha magazetini leo kwa ujumla. Matangazo ya moja kwa moja kutokea jijini Dar es Salaam, Tanzania, yanayokujia kupitia Sauti Kuu TV Online. Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, pande mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Asante mtazamaji kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati ya magazetini leo. Kumbuka magazetini leo Inakujia hewani kila siku ya Jumatatu hata Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu. Dakika thelathini tu za kuangazia yapi yamejiri, yapi yanaendelea na yapi yanatarajiwa kujiri katika habari za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Asante kwa nami, nikutakie Jumatatu tulivu.